inajaziliza pale posema balile hapa, umekuwa eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea a ishia vituo vilivyoharibiwa Oktoba ishiratisa vituo vilivyo haribiwa nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia wale kufa? Mnaficha nini? Kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Samani, mwenyekiti, waliookota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Asalamu alaikum. Sasa nije na lile watu wangapi, na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja na hiyo ndio sababu ndugu zangu, hatutaji watu guys. Tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kuselebrate mtu mtu, maisha ya mtu guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko ni vile halija kukuta wewe, these are the things ambazo tumsikuizi watu wamesha kuwa wepesi tu. Mtu ameondokewa na, na mpendwa wake, wewe una posti like uh, una posti kama picha ya engagement and, and, uh, eh, mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa covid eh, bungeni nilisema hivyo guys, why should why are we celebrating How, why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought, I thought, I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua, jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives, si ndio? Vurugu yeyote ikitokea, there is a loss of lives. tume, tume, tume nani wote and then we are now busy. We are now busy tunataka and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Tuna, tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio. Guys, mnataka tuhesabu kama magari. Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys, watu wanapoteza watu, watu, watu, watu wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa. Yuko hapa hata hapo hayo, anasema tu ni watu hawa, hapa ni idadi hii sehemu nyingine tunaona, tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate namba hata si za nchi hii na, na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it? Huku, huku mi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza, nikiona watu wanaingia na mabomu alafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona, wanawajua waliowaua. Ambaye hayuko hata hapa, amejuaje? Guys, si mlikuwa, mnaona, mlikuwa mnaona hata nanyi ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka... Yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanau, wanao, wanao onesha. Wanao onesha. Wanao onesha. Hectares and hectares za watu wamelala wa, wa sisi, sisi, jamani, do you know? Do you know? What does it mean watu watu hiyo kama wale wanaotaja situatuliwa kushuhudia ma, ma, ma, mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know? Kwanza tu you, you, huwezi uka uwezi, eh, eh, kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo, wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi? Guys, tuwe makini, there, there is a, an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional lakini I'm, I'm just trying to wear the shoes. Najaribu na kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo hili. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, at a very family level na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako akaenda huyo naye akaenda. Kumbukeni kwa mfano, kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokwepo, yani muwe shuleni, muwe wapi, kwa hiyo meli moja kila mtaa wana jambo. Hawa watu wanaonesha hectares ende hectares, eti kwamba hey guys, let's be sincere, we admit kuna, kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu and let us respect fami families, familia, tuheshimu tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo moja mbili tatu ambayo ina bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka, wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka mimi ningetamani kuweka staa sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families, na kwa sababu tume imeundwa, tutoe nafasi hiyo, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wanao wenye jambo lao Ay, jambo limetokea has been with laws of, of the people. Kwa nini tusipate tusi taarifa za eneo hilo za jambo hilo hilo lilotokea hata tukaweka picha za nchi nyingine eh? Guys, wa Tanzania pa, wale wanaofanya wale wanao sherehe wana jambo wanalolitaka wana, wana wana nimeiongea nime hiyo too emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu, inahusisha maisha ya watu, inahusisha maisha ya watu. Si jambo la kuselebreti bila kuwa na uhakika hmm. si jambo la kuselebreti bila kuwa na uhakika. Jambo lingine amesema. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.